Swala hilo ni kuwa, zogo hilo la sukari likiendelea, naibu rais Profesa Kithure Kindiki amesema kwa serikali inaweka juhudi za kuimarisha sekta ya sukari, akitaja ukodishaji wa viwanda kama mbinu ya kuhakikisha kampuni za sukari hazifungwi. Akizungumza kwenye mkutano na wadau wa sekta ya kilimo baada ya kupokea ripoti ya sekta hiyo, Profesa Kindiki amesema kwa ukodishaji wa kampuni ya sukari ya Mumias tayari umeanza kuzaa matunda na kudhihirisha kuwa hatua sawia zinazochukuliwa kukodisha viwanda vya Chemelil na Sony Nzoia zinasaidia kufufua viwanda hivyo na kuwahakikishia wakulima mapato We have done some work around sugar. Commendable work, but still work in progress. We did an experiment with Mumias, and that experiment seems to have worked.

Taarifa hiyo kuhusu tamu chungu ya sukari inatamatisha awamu ya kwanza ya Nipashe. Tuna mengi zaidi hivi punde, usiende mbali.